Mtu wake aliyemtuma huku anatuchokonoa, huyu mtu wake ambaye mheshimiwa Rais kamtuma huku anatuchokonoa, anatutafuta la rohoni sisi Yanga. Sasa kiheshima, tunaanza kwanza kuomba radhi kwa aliyemtuma huku. Baada ya radhi, tunashughulika naye. Tumwambie mheshimiwa mkuu wa mkoa anaitwa nani? Anaitwa po Chacha. Jumatano atachacha kweli, yeye na hao wanaomdanganya. Mwambieni Mheshimiwa Chacha, mwenyekiti wa wasemaji amesema, Jumatano atachacha kweli Yanga we! Kwa wingi wenu bado hizi sauti hazitoshi, au ni sababu ya msosi? Tule kwanza turudie, au tule kwanza turudie? Daima mbele! Sasa upande huu nyamazeni, tuangalie upande ambao bado una hamu ya kula. Daima mbele. Daima mbele. Ratibu chakula kianzie huko, wameshangilia, wajui kwamba wao ndio wenye njaa sana kuliko nyie. Nipigieni makofi upande wa huku a mnaa kusababisha daima mbele. Asanteni. Kwanza tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi mwenye wa rehema, kwa kutupa uhai na afya njema, na leo kwenye viwanja hivi vya chipukizi hapa, wananchi tumekutana tukiwa na nguvu kubwa, tukiwa na sura zilizojaa tabasamu, tukimaanisha kwamba tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa siku ya Jumatano dhidi ya Tabora. Na tuseme alhamdulillah, tumshukuruni sana Mwenyezi Mungu kwa baraka hiyo. Kabla sijaingia kwenye maneno yangu machache maalum kwa ajili ya siku ya leo, mratibu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam yuko hapa, na ningeomba nimsimamishe mzee wangu Shabani ada. Naomba wasalimiwe, wana tabora, piga piga makofi kwa mratibu wetu jombe jombe, mzee Mr. Shabani. huyu ndio mratibu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye na yeye aliona kuna ulazima wa kuwai kuja kuungana na mratibu wetu wa hapa Tabora kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Wasalimie kidogo wana Tabora. Yanga hoye! Tabora hoye! Asanteni. Tumekuja Tabora kutoka Dar es Salaam Nimeongoza joko langu kwa sababu kuu maalum. Tumemsikia yule dada wa Tabora akieleza mambo yake mengi, lakini tunakuambia, e, afisa habari wetu, yule dada alikuwa KMC akaongea, akala tano na wakamfukuza kazi. Sasa namtahadharisha yule dada tumekuja kumfunza adabu Jumatano. Asante sana. Sasa mratibu ameshamjibu yule dada, mimi jukumu langu ni kumjibu aliyemtuma yule dada. Jukumu langu ni kumjibu, wanasema Waswahili ukiona tembo juu ya mti ujue kafanyaje. Sasa mimi nitadili na aliyempandisha pale juu ya mti, na kabla sijadili naye, twende kwanza kwenye ajenda ya kitaifa. Tayari mmesikia matamko mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali mbali. Na leo kwa sababu viongozi wenu tuko hapa Si vibaya kama tukawasikia na wana Tabora pia msimamo, um, wenu ni upi? Wana Tabora mnasemaje? Sijawasikia vizuri, sauti hazijafika kwenye mic. Wana Tabora mnasemaje? Sa hiyo sasa iwe kama salamu e. Hata pale ukienda kuchukua pilau kwenye foleni, ukishamaliza kuwekewa pilau lako vizuri, ukachukua na ndizi na matikiti yako, usimwambie asante aliyepakua, mwambie hatichezi. Hiyo sisi kwetu ni kama salamu na lazima tusalimiane. Watabora mtasemaje? Asanteni sana. Asante, <gibu> <Manati>, mkurugenzi <gibu> huko eh, wanachama unao. Jipigie <laughs> ni makofi wanatabora. Tabora Yanga haijakuwa klabu kubwa. Kwa bahati mbaya, imekuwa klabu kubwa kwa sababu ya wanachama bora kama nyinyi ambao mko hapa Tabora hii. Jipigie ni makofi <gibu> tena, wanatabora, Jumatano <gibu> tuna mechi hapa tabora na tukiwa wa kweli kwenye levo ya kujua mpira kwenye levo ya kujua mpira, Jumatano hakuna mechi ngumu hapa Tabora. Jumatano hakuna mechi ngumu hapa Tabora, ila wako watu wachache kwa sababu zao aidha za kisiasa za kimaisha, najua wa tena pango pakavu, wanataka kukaa mbele kwenye mchezo huu na wao wapate kuonekana, wazungumze wasikike na waonekane. Hao ndio wanawaaminisha watu kwamba Jumatano, Ali Hassan Mwinyi, kutakuwa na mchezo mgumu kweli kweli. Ni uongo, anatafuta nini? cha kwanza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 eti msemaji wa timu kapata mapokezi huenda toka ameteuliwa na yeye kuja hapa hajawahi kupata mapokezi hata ya watu kumi. Kwa hiyo kuna karoho tu kawivu, kama mwingia mheshimiwa, tumwelewe ni karoho kawivu ndio kanamsumbua, yaani mapokezi ya wanayanga wamempokea kiongozi wao. We, inakuuma nini? Wewe inakuuma nini, Yanga kumpokea kiongozi wao? Sasa tumwambie mzee Chacha, kesho. Sasa jeshi kamili la Yanga linakuja hapa Tabora. Kama, kama mapokezi ya msemaji yalimshangaza, kesho atadua kesho atafanyaje na sisi Yanga, sababu hatuna unafiki kwenye shughuli yetu. asije ye. Kesho kwenye mapokezi ya Yanga asije, hatumtaki sisi kama Yanga, tunajitosheleza wenyewe hapa Tabora bila msaada wake, asijipe umuhimu hatumtaki. Jambo la mwisho kwenye mazungumzo yake ametoa ahadi ya milioni sitini. Yani, yaani kwamba ameita wachezaji, sijui hata kama walikula pale kwenye kile kikao, akawaweka mbele, akaita na waandishi wa habari, akavaa mwenyewe shati lake lile la ubatizo, eti akawaambia nina shilingi milioni hamsini sikuitumia kwa sababu Yanga watakuja na kiherehere. Sasa naongeza kumi, muende mkawafunge. Sisi tumwambie Mheshimiwa Chacha, hii shughuli ya leo tunaofanya hapa, tumechinja ng'ombe ishirini hapa na hao ng'ombe ishirini Sio pesa ya GSM ni pesa yangu mimi, msemaji wa Yanga, hiyo ni hela yangu ya mfukoni natumia leo na wanatabora tupate kuenjoy sikukuu. Ukipiga hesabu bei ya ng'ombe hao kilo mia na ishirini mara ishirini jumlisha mchele ambao tunapika hapa mboga mboga zote, matunda na maji. Ile milioni 60 ambayo ameita waandishi wa habari sisi, hiyo hela tunailia sikukuu ya Idi hapa. Yaani hiyo milioni 60 ambayo ameona kwamba itatetemesha watu, sisi leo tunailia mchele hapa, wanayanga na tunaenjoy. Anatakiwa ajue anaweza kuwa na mamlaka yake na akazungumza na wananchi wakamheshimu, ila linapokuja swala la kuizungumzia Yanga eti Yanga inakiherehere, mheshimiwa akae mbali, akae mbali. Hii sio timu ya kuchezewa chezewa, na ndio maana leo kile kibunda alichoahidi, si tumeamua tule tu ubwabwa hapa tule tu ubwagwa hapa tu enjoy. Kuhusu kuhusu mechi ya Jumatano, yeye asitatarike kama bisi, atulie atulie, sindano isije ikamkatikia. Sisi tuna kazi ya kufanya Jumatano hapa. Haya mambo sijui vimeseji sijui wanapigiwa pigiwa ni anatatarika. Na waislamu wenzangu ambao mko hapa, hizo ni dalili za sakaratul maut. Mtu akiwa anaelekea kwenye pumzi yake ya mwisho mwisho anakuwa na dalili hizo. Tumwambie sisi Yanga tumekuja hapa kamili, na hapa Yanga tunao mashabiki wa kutosha, tunao wanachama wa kutosha, na kama mapokezi yangu yamemuuma Nimwambie sasa rasmi mheshimiwa Chacha, nafikiria pia kuoa mkoa huu wa Tabora, ili sasa na yeye apate mkwe mjanja kama mimi hapa hapa. Au mnasemaje wa Tabora hapa? Sinapata mtu sinapata mtu hapa, na mashee wapo hapa hey. Kwa hiyo niwaambie wana Tabora jivunieni ye timu yenu, msimuogope mtu yoyote, wala msiwe na wasiwasi wasi na kitu chochote. Yanga ni ya kwenu, na nyie ndio wenye jukumu la kuipambania.